Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia sababu zilizomfanya Roho Mtakatifu kuja duniani, tumeshaziangalia nne, sasa tunaangalia ya tano. Tunaangalia sababu ya tano, Warumi sura ya nane mstari mstari wa kumi na mbili mpaka wa kumi na nne Biblia inasema, basi kama ni hivyo, ndugu, tuwadeni wa mwili tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, nataka kufa, bali kama tukiafisha mambo ya mwili kwa Roho, mtaishi. Kwa maana wote wanaoongozwa na Roho, hao ndio wana wa Mungu. Amen. Sasa mpendwa mtazamaji wangu, kama nilivyokwambia, tumeingia sababu ya tano, sababu ya tano ambayo imemfanya roho kushuka. Sababu ya tano ni kufanywa wana, kuwafanya wana wa Mungu, kuwafanya wana wa Mungu. Mstari wa kumi na nne anasema wote wanaoongozwa na roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu, wote wanaoongozwa na roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alikuja kuwafanya kutufanya kuwa wana kutufanya kuwa wanawe kutufanya kuwa wanawe. Je, unaye roho wa Mungu kwenye maisha yako? Kama unaye, basi wewe ni mwana wa Mungu. Kama huna roho wa Mungu, basi wewe si mwana wa Mungu, bali wewe ni mtu wa Mungu hapa duniani. Kule nyuma niliwahi kusema hapa duniani watu wote sisi ni wa Mungu, watu wote ni watu wa Mungu, lakini tofauti yake inakuja tu pale watu wanapopewa Roho Mtakatifu, hao wanafanywa kuwa wana wa Mungu, wanafanywa kuwa wana wa Mungu. Kwa hiyo Roho wa Mungu alikuja kutufanya kuwa wana wa Mungu. Kwa hiyo ukiwa na Roho wa Mungu, wewe ni mwana wa Mungu, kama mwandishi anavyosema, wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Na Roho wa Mungu anawaongoza wana wa Mungu, hawaongozi kila mtu anawaongoza wana wa Mungu peke yao, kwa kuwa hao ndio Mungu aliyokusudia kwamba wawe wanawe. Je, na wewe ungependa kuwa mwana wa Mungu? Mpokee, okay, roho wa Mungu. Mpokee okay, roho wa Mungu, okay, Mungu aingie ndani yako. Muombe Mungu akupe roho wake ili akubadilishe kutoka kuwa mtu wa Mungu na kufanywa kuwa mwana wa Mungu. Je, yeah, ungependa jambo hilo litokee kwenye maisha yako? Ni rahisi tu. Wewe kumwamini Yesu Kristo, kubatizwa na kufanywa kuwa mtoto wa Mungu, maana mara tu unapobatizwa tendo cha Roho Mtakatifu kufujia ni rahisi tu. Kwa hiyo ukiamua kuwa mwana wa Mungu, inawezekana, lakini ukitaka kuendelea kuwa mtu wa Mungu, vivyo hivyo inawezekana. Ni uamuzi wake. Mungu akusaidie, kutane kwenye kipindi kingine kijacho, ili kwamba katika kipindi hicho endelee kukuangalia mambo ya msingi. Mambo ya msingi, wote wanaoongozwa na Mungu hao ndio wana wa Mungu. Mimi ningetamani na wewe uongozwe na Roho wa Mungu ili uwe mtoto wa Mungu. Jambo jema kuitwa mtoto wa Mungu na inafurahisha sana. Mungu wa mbinguni akubariki. Amini unafurahia mitumaini yangu na tegemeo langu kwamba ufurahishe na haya ninayokuletea. Endelea kuniunga mkono kwa kusubscribe kwenye akaunti yangu, nami nitakubariki nao takarikiwa. Mungu wetu wa mbinguni atakuwa pamoja nasi, hatatuacha kakie. Kila laheri, tutane kwa wakati huo ujao, jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu Amen.